Lakini nataka nikuambia kwamba mzazi, moyo wake ukiharibika, high possibility ya watoto kuharibika mioyo yao ni kubwa. Mda mwingine, leo hii tumekuwa tukiona watoto wameharibika, wameharibika, wameharibika, wameharibika, kumbe chanzo ni wazazi wao, ambapo waliruhusu mioyo yao ikiharibika, kama wazazi wakaambukiza uharibifu kwa watoto kwa sababu treatment ambayo atakuwa anaifanya kwa watoto atakuwa anaifanya huku moyo wake umeharibika. Maanake kufundisha watoto vituko sio ajabu. Hujawahi ona? Unakuta mama, mimi nishawahi ona kwetu kule, kuna mdada mmoja. Yule mdada ni malaya kupita kiu, kupindukia, na amepata mtoto kwa kupewa mimba, sio kwamba ameolewa Amepata mtoto mzuri, amezaa mtoto kabinti kazuri kenye sura nzuri kanapendeza. Matokeo yake nini? Mtoto shula msingi amesha anza kutembea na wababa, yaani amejulikana hata mitaani, sio kificho ficho, hadi mitaani amejulikana. Amekuja kuingia sekondari, mtoto ashikiki, ni kama mama yake, ni kama mapacha. Imekuwa sasa, sio sio mtoto na mama, inakuwa ni mapacha. Kwa sababu gani? Mzazi mwenyewe ameharibika moyo wake kwa vitu vichafu, amejaza mambo hayafai. Unategemea mtoto atamfundisha nini? Unategemea watu, mtoto atajifunza nini? Moyo umeharibika. Naomba nisiende sana, twende sababu nyingine, kwa nini tumeambiwa tulinde moyo kuliko vitu vyote tunavyovilinda. Namba tano: moyo ulio safi ndio unaompendeza Mungu. Moyo ulio safi ndio unayompendeza nani? Unayempendeza Mungu. Tambua kuwa Mungu chaguo lake ni moyo, na moyo ulio safi ndio Mungu namvutia, Mungu namvutia, Mungu namvutia. Mungu anachukia na anaumizwa na, na mioyo ambayo ni michafu, na kwanza hawezi kaa. Samueli wa Kwanza sura ya 16 mstari mstari wa saba, neno la Mungu linasema hivi: lakini Bwana akamwambia Samueli,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 Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku basi akatuma mtu naye akamleta kwao naye alikuwa mwekundu mwenye macho mazuri na, na umbo lake lilikuwa la kupendeza Bwana akasema ondoka mtie mafuta maana huyu ndiye ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama Bwana Yesu asiwe sana na ukisoma mstari wa kumi na nne basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia sasa, roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Bwana Yesu asiwe sana. Nilikuwa na kuonyesha hapo kitu kimoja. Kulikuwa na mtumishi wa Bwana mmoja anaitwa Samueli. Samueli ndio alikuwa amempaka mafuta Sauli kuwa mfalme wa Israeli, lakini imefika mahali Sauli moyo wake umeharibika. Anapewa maagizo anaenda kufanya vya kwake, anapewa maagizo na Mungu anaenda kutenda ya kwake. Ikafika mahali Mungu anamkataa moyo wake umeharibika. Na moyo wa mwanadamu kisha haribika, mwanadamu una, anakuwa mbishi, mgumu kuelewa, mwepesi kujitetea mahali ambapo amekosa anajitetea mahali ambapo hayuko vizuri, moyo wake umeharibika. Lakini pointi yangu kubwa ni kwenye huo mstari wa saba ambapo Samueli alimwambia ali, ali, ali Yese, katika anaenda kupaka mafuta ambaye atakuwa mfalme. Kawapitisha watoto wake, kaangalia warefu, kaangalia wenye mwili waliojaa, wanaofanya mazoezi, wazoefu wa vita lakini mstari wa saba anamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu angaliavyo. Anasema amemkataa Sauli, lakini anamtaka yule ambaye mwenye moyo safi. Kwa tambua ya kwamba Roho Mtakatifu anaangalia watu wenye mioyo safi ndio wale ambao wanafurahisha sana moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana, anafurahia watu wenye mioyo safi, ndio wale wanaompendeza, ndio wale wanaompendeza. Sasa unaweza ukajikagua katika moyo wako, unaweza ukajikagua ukajitazama, je, nina moyo safi au moyo wangu tayari ulisha chafuka muda mrefu? Na ukienda katika Mathayo sura ya tano msali wa nane anasema Heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Heli wenye moyo safi maana hao watafanyaje? Watamwona Mungu. Maana yake watu asio na mioyo safi hawataweza kumwona Mungu, hawataweza kumwona Mungu akijizilisha katika maisha yao, hawataweza kumwona Mungu akionekana katika maisha yao. Lakini heli wale ambao mioyo yao ni misafi, mioyo yao haijajaa vitu ambavyo havimpendezi Mungu, mioyo yao haijajaa mambo ambayo hayana mguu wala kichwa, mioyo yao haijajaa vitu ambavyo havifurahii Mungu wetu aliye hai. Hao ndio watakaomwona Mungu. Na watamwona Mungu wapi? Sio mbinguni tu, watamwona Mungu hapa, hata duniani hapa watamwona Mungu hata katika ulimwengu huo watamwona Mungu akijizilisha katika maisha yao. Watamwona Mungu akiwasaidia, watamwona Mungu akiwainua, watamwona Mungu akiwabariki, watamwona Mungu akiwafanyia mambo makubwa ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Watamwona Mungu kwa sababu ya mioyo yao misafi si tumeambiwa maramia hapa duniani na kisha uzima wa milele? Utamwona mungu akifanya hapa hapa duniani, utamwona mungu akitenda mambo ambayo hukuwahi kuona. Wewe jitahidi tu kulinda moyo wako uwe safi, usijaze makorokoro, usijaze mauchafuchafu ambayo hayampendezi mungu ndani ya moyo wako. Mweke Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako uone kwanza njia utakuwa unaipita itakuwa ni njia ya salama, utakuwa unaongozwa sawasawa na jinsi ambavyo yeye anataka, na utakuwa salama, hautasumbuliwa na yeyote, wala hautatishwa na adui yoyote yule. Bwana Yesu asiue sana. There are somebody here understand what you learn now. Sababu ya sita na ya mwisho kwa leo, moyo uliojaa neno la Mungu unaleta ushindi. Tukiwa na tabia ya kulinda moyo kwa kujaza neno la Mungu ndani yetu, tutapata ushindi dhidi ya dhambi. Au kwa lugha nyingine naweza kusema ya kwamba moyo uliolindwa ni moyo uliotangaza ushindi. Kwa kitu gani? Unahitaji ushindi dhidi ya dhambi, unahitaji ushindi dhidi ya, ya umaskini unahitaji ushindi dhidi ya adui katika ulimwengu wa roho. Linda moyo wako, hakuna mbadala mwingine. Wewe kama unahitaji ushindi dhidi ya dhambi, linda moyo wako. Ni sababu ya mwisho ambayo tutaiangalia siku ya leo, kwa nini unatakiwa ulinde moyo wako? Unapolinda moyo wako, unajitunzia silaha ya ushindi katika vita vya kiroho ushindi katika vita vya kiroho pamoja na kimwili vilevile vile. Kwa sababu wewe ukishaweza kushinda kiroho, kimwili ni simple sana kushinda, kwa sababu vita vinaanzia katika ulimwengu wa roho mpaka zinakuja kujidhilisha katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu leo hii ni watu ambao hawana uwezo wa kuishinda dhambi. Leo kuna mtu ameokoka anaingia na, na, ibadani anaenda kanisani kumwabudu Mungu lakini ni mtenda dhambi ni mwasherati mzuri tu kama kijana kwa wanandoa ni wazinzi wazuri tu mioyo yao hawajailinda